Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu wa Kiislamu. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, huwa kuna vichekesho, wachekeshaji, wazee wa utani utani, wazee wa mizaha, huwa sasa ndo wanaona, he, mwezi wa kuchekesha umeingia. Wengine wanasema mwezi wa kujirudisha kwa Allah, mwezi wa ibadati umeingia lakini wao wanaona sasa mwezi wa vichekesho umeingia, mwezi wa kufanya watu wacheke umeshaingia, si mwezi wa kucheka huu. Lakini hilo si la huzuni. La huzuni la huzuni ni kwamba wale wanaofanya hii mizaha, ndani yake kuna waislamu wanaofanya mizaha hiyo, ndani yake unakuta waislamu ndio wanaolaiki video hizo, ndani yake waislamu ndio wanaoshea video hizo. Mtume Muhamad sallallahu alaihi wasallam anasema la tastahziu biddin, msifanye mzaha katika dini. Fa innahu ma yakun adhaban lakum, mtajikuta mnaingia kwenye adhabu mbaya kwa sababu ya huo maskhara mnaojitia ndani ya dini. Tume katika hadithi nyingine ambayo pia katika aya unaipata mtume anasema abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun ina maana nyinyi kwa aya za Mwenyezi Mungu kwa dini ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake, nyinyi ndio mnafanyia mashara, nyinyi ndio mnafanyia mahali pa kuchekeshea watu. Aya ukisoma katika Surati Tauba sitini na tano mpaka sitini na sita Allah anawaambia la ta'tadhir, msitake kujitetea lakad kafartum ba'da imanikum, tayari mmesha kufuru hali ya kuwa mlikuwa mna imani. Ewe Mwislamu ambaye unanisikia, ama Mwislamu tafadhal jiepushe sana ikiwa unajua, ikiwa wewe si unayefanya hivi vichekesho, basi utakapoviona usiwe ni miongoni mwa utakao visaidia hivi vichekesho viendelee kwa, viendele, kwa kulaiki ku comment ama ikiwezekana hata usiangalie uza, ikiwezekana la kama utakua umetuambie, tume. Anasema, man istahzaa bi shay'in biddin au min din min dinina, atakayefanya ucheza istinzai maskhara maskhara katika dini yetu, faliyatub, basi na afanye msamaha, aombe msamaha. Tena msamaha huu kama alifanya jambo hili dhahiri mbele za watu, kwanza aombe watu msamaha kisha muombe Allah msamaha, kabla an yatiahu adhabu, kabla haijamkuta adhabu. Na adhabu hii usije ukadhania kwamba tu ni adhabu kwa Mola hapa, maana yake huyu kijana afundishwe adabu. Kabla hatujaja kumfunza adabu, afanye atubu, ili tusije tukampa sisi adhabu na Allah akaenda kumwadhibu. Asikmakuta muislamu anashea vitu hivi. Ewe dadaangu, ewe kakaangu Tupambane na hawa watu wanaofanya uinga wa disaini. Wewe mwislamu, utaruhusu vipi dini yako ifanyiwe vitu hivi? a billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahziun, kwenye dini nyie ndo mnafanya maskhara. Of course, lazima kucheka, kupo utani upo, la mushkila hakuna tatizo, lakini watu wanapitiliza yahe kuna video ambazo labda inaweza ikawa inafundisha kidogo ndani ya Ramadhani, kuna ule ucheka, lakini unakuta mmoja, nimeiona nime na anazungumza, ili ieleweke kwamba eti mtu anaswalisha, anasema anasoma bismillahi rahmani rrahim yasin, eti maamuma wale wanasema mm mm mm mm, eti imamu akabadilisha qul huwallahu ahad Allah. Kweli katika mambo ya Allah sisi ndio tunafanya maskara. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe. Lakini kwa wewe uliyofanya maskara haya, kwa wewe uliyoshea maskara haya, uliyolike maskara haya, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atusame wote kwa ujumla, uombe toba katika mambo haya. Ewe uliyotengeneza video hizi za kuchekesha, futa. Ewe uliyoposti video hizi za kuchekesha, futa, kwa ajili ya Allah. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi